Maandamano yazuka huko nchini Uturuki baada ya mpinzani wa Erdogan kukamatwa. Hii ni Nje ya Box TV update, langu jina ni Cristina Balku. Maandamano yamezuka nchini Uturuki baada ya mamlaka ya kuzuilia meya wa Istanbul siku chache kabla ya kuchaguliwa kuwa mgombea wa rais Ekrem Imamoglu kutoka chama kisicho na dini cha Republican People's Party anaonekana kuwa mmoja wa wapinzani wakubwa wa kisiasa wa raisi Recep Tayyip Erdogan. Waendesha mashtaka walimshutumu kwa ufisadi na kusaidiki kundi la kigaidi wakimwita mshtukiwa kwa kiongozi wa shirika la uhalifu. Polisi walizuiliwa watu mia moja wakiwemo wanasiasa, waandishi wa habari na wafanyabiashara kama sehemu ya uchunguzi na ofisi ya gavana wa Istanbul imeweka vikwazo vya siku nne katika jiji hilo. Imamoglu alisema mtandaoni, mapenzi ya watu hayawezi kuyanyamazishwa. Waandamanaji wamejitokeza barabarani na matawi ya vyuo vikuu na katika vituo vya chini chini huku umati wa watu ukiimba kauli mbiu za kuipinga serikali. Ni onyo la hasira ya umma ambalo halijaonekana kwa miaka mingi. Kulikuwa na ripoti ya makabiliano kati ya waandamanaji na polisi katika mji mkuu wa Uturuki. Picha kutoka kwa shirika la habari la Tans inaonyesha polisi wakitumia maji ya pilipili kuwatawanya umato wa watu nje ya chuo kikuu cha Istanbul. Maelfu ya watu walikusanyika katika baridi mbele ya ukumbi wa jiji wakipiga kelele Erdogan dictator na Imamoglu hayuko peke yake. Serikali imepiga marufuku mikusanyiko ya watu mjini Istanbul kama sehemu ya siku nne za vikwazo, lakini maandamano zaidi yanatarajiwa kutokea nchini humo, viongozi upinzani akiwemo mke wa Imamoglu wakiwataka watu kupaza sauti zao. Barabara nyingi za Istanbul pia zimefungwa kwa trafiki, huku usafiri metro pia ukagharimu huduma zao. Katika video ya mtandao wa kijamii, Imamoglu alisema ili wapige picha polisi wakiwa nje ya nyumba yake, aliapa kusimama kidete kwa ajili ya watu wa Uturuki na wote wanaotetea demokrasia ya haki ya dunia. Hii ni Nje ya Box TV update langu, jina ni Kristina Mbalo. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili kwanza kupata notification.